Kusafisha msitu wa nyasi bahari. Kamba waliogelea kupitia msitu wa nyasi bahari, aliona mifuko ya plastiki imenasa kwenye majani mabichi. Makopo na chupa ziliangaza chini ya maji. Samaki wadogo waliruka kwa woga kuzunguka takataka. Lobster alihisi wasiwasi kwa marafiki zake. Akashika chupa yenye makucha yake. Chupa ilikuwa nzito, iliyofunikwa na mchanga. Akaidondosha kwenye ganda tupu. Lakini takataka zaidi bado zilijaa msituni. Lobster alipumua na kutafuta msaada. Seahorse alisogea karibu na macho ya upole. Aliona sura ya kusikitisha ya Lobster. Ni nini kimetokea hapa? Seahorse aliuliza kwa upole. Na quote, msitu umejaa takataka na quote, alisema Lobster. Na quote, tusafishe pamoja na quote. Seahorse alijibu. Pweza alionekana akipunga mikono minane yenye nguvu. Aliona kanga na vikombe vilivyovunjika vikielea. Na quote, naweza kukusanya vitu vingi mara moja na quote. Octopus ilifikiwa kwa kundi la makopo na quote. Wacha tusafishe mahali hapa pamoja na quote. Clownfish aliogelea kutoka kwenye vivuli vya nyasi bahari aliona marafiki wakiokota vitu vichafu na quote, nitasaidia pia na quote, Clownfish alisema na quote, mapezi yangu ni madogo lakini nina haraka na quote, marafiki wote walitabasamu na kumkaribisha. Lobster iliyokatwa kwa makopo na chupa pamoja. Seahorse alibeba kanga zenye mkia wake uliopinda. Pweza alishikilia vikombe mikononi mwake. Clownfish alivuta kamba zilizochanganyika kwenye majani. Kwa pamoja Walifanya kazi kwa mdundo thabiti. Kazi ilikuwa ngumu lakini ya kufurahisha pamoja. Walicheka huku wakibeba takataka nzito nje. Samaki wadogo walishangilia kutoka nyuma ya nyasi ndefu. Maji polepole yaligeuka kuwa angavu na wazi. Nyasi za kijani kibichi zilicheza kwa uhuru baharini. Lobster alipata kopo kubwa lenye kutu. Ilikuwa imekwama kati ya mizizi minene ya nyasi za baharini. Alijaribu kunyanyua lakini hakuweza. Sios alifunga mkia wake na kuvuta. Bado, kopo haikusonga. Pweza akiwa amezingira kwenye kopo hilo lenye kutu. Clownfish ilisukuma kutoka upande mwingine. Na quote, sumana pamoja marafiki, na quote, alipiga kelele Lobster kwa sauti kubwa. Moja, mbili, tatu. Walisukuma kwa nguvu. Hatimaye unaweza akavingirisha bure. Hatimaye msitu ulionekana safi na mzuri tena. Samaki waliogelea kwa furaha kupitia maji safi ya kum na alama ya reli thelathini na tisa Octopus na clownfish walitabasamu. Walijifunza kazi ya pamoja huokoa nyumba yao ya pamoja. Urafiki uliweka bahari salama na angavu.